Na nambwana Gigy aendelea kumchamba Juma Liokole mashala e, na kuendelea kutoboa siri nzito kuwahusu. Hii ni kutokana na kwamba mashal bwana na Juma walimpigia Gigy Money, and then wakati wanateta, kumbe wao walikuwa na mrekodi then wakaja kuvujisha hizo voice, jambo ambalo limeonekana sio la ungwana kwa upande wake Gigy Money. Kwa hiyo Gigy akasema kwamba naye pia akiamua azungumze ya kwake ya Juma hayaweke bayana. Je, e, huyo Juma atavaa chupi au Boxer. Lakini kuishia hapo, Gigy akasema kwamba na upande wa Mashalavu naye pia inafahamika, huyo Mashalavu naye alishawahi kutembea na Wuzu ambaye ni mpenzi wa Wema, umeona. Kwa hiyo Gigy ametoboa pia siri hiyo, na akasema kwamba sakata la yeye kuzungumza kwamba Wuzu ana date na, na, na Lolodiva baada ya kuachana na Wema Sepetu, amesema kwamba hilo sio jambo la ajabu, wasanii wanapita na watu wengi Eh, maana kama Wozi alipita na Mashalavu, je, inakuaje kwa Lolodiva wakati Lolodiva ni mzuri tu? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Hebu msikilize hapa gigi mwenyewe alivoluka live, alivoluka live na alivozungumzia hiyo issue huku inasemekana eti Ruudiva anatembea na Ozu nikaba sasa, Ozu kama katembea na rafiki yako pashi itakuwa Ruudiva, mbona mzuri kawaida na watu wengi usanii, alafu mbona amepeleka maneno manusurusu, na turudi kwenye akili timamu. Ya, so hivyo ndivyo mambo alivyo. Komenti zimekuwa ni nyingi pia kubwana, kwa swali ni moja tu hapo, Juma inatakiwa ajibu. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu mwingine bwana, nakukubali sana yaani, nitaachika ili ikufuatilie vizuri. Kuna mtu ameandika hivyo. Bidada bwana, haya ndo mambo nayoyapenda mimikba bwana. Juma ni mnafki e, watete wote alafu aje kumgeuka mwenzie, kiukweli mimi sijapenda bwana. Haya ni makubwa bwana. E, hapo mwisho sasa ndo ulipotuacha hoikba bwana Gigi e, na Mange alio waga wapindishi maelezo, huyo ameandika hivyo kwa sababu. Haya sasa kumekucha Instagram, kwa sababu bwana Juma mwenyewe pia hajaposti chochote, kwa sababu bwana Gigi, wanamuonea tu wema. Akili kama za Gigi tu, kuna mtu ameandika hivyo. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, hebu nawe pia tuweke maoni yako kuhusiana na hili sakata. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.